Ili bwawa liweze kurutubika, baada ya kulijaza maji unachukua mavi ya ng'ombe, tunayafunga kwenye mfuko, tunaita magufuli, unayadumbukiza kwenye mabwawa yako. Baada ya hapo sasa, kama bwawa ni jipya, unakata na majani ya migomba unaweka ili kukata ile simenti. Baada baada ya ya, ya hapo utatoa yale yale maji yako ya, ya kuweka, yale mavi ya ng'ombe yatakuwa yameshatengeneza vimelea <laughs> ukishaona kuna vidudu vinatembea, na maana yale maji ni salama kwa ajili ya samaki kuishi. Ndio kitu tunachokuwa tumekifanya, na hiyo ndo maana ya kurutubisha bwawa. Ina maana vile vimelea mm. ni samaki wanaanza kuja kula chakula chao, ina... eh, lakini, yeah, yes. Mle pia kunakuwa kuna chakula cha asili cha samaki mm. e, kuna vituo ambavyo vimeainishwa na serikali vinavyoruhusiwa kuzalisha vifaranga na kuviuza, kwa hiyo vile vifaranga una, unapokuwa sasa ndo unaanza kufuga, unaenda tuna kituo chetu sisi cha serikali Kinguruila, kinafanya vizuri, kina mbegu nzuri, ambacho unatoa oda kule, unatumiwa basi, unatumiwa kwenye basi, na unafika, una unawaweka kwenye bwawa lako. Siku ambayo umepokea vifaranga vyako unatakiwa uwaweke na siku hiyo usiwalishe, eh. Baada ya hapo sasa, kesho yake asubuhi utaendelea kuwalisha na kuna namna ambavyo vile vifaranga vinapokuja vinakuwa vimefungwa kwenye mifuko na vimewekewa oksijeni, kwa hiyo kuna namna ya kuviweka ili viweze kuzoea yale maji mageni yanayokuja kuyakuta ugenini e. mm -hmm. Lakini uhakikishe kabla usijafanya hivyo, uwe umesharutubisha mabwawa yako vizuri e. maji yako yo yanaweza kuishi kiumbe hai A. kila bwawa tunaweka samaki 8000 na tumeitengenezea miundo mbinu mizuri ya oksijeni ili samaki aweze kukua vizuri. Anahitaji oksijeni ya kutosha na chakula. Kwa hiyo kwenye hilo sisi tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Samaki wetu anakuwa kwa miezi nane, kwa sababu tunauziwa kifaranga kikiwa na gramu moja pointi mbili pointi tatu. Kwa hiyo sasa kuja kumkuza mpaka ajayafike angalau gramu kumi inachukua muda kidogo. Kwa katika kipindi cha miezi nane samaki wetu anakuwa amefikia kuanzia gramu mia tatu hamsini mpaka gramu mia tano na anakuwa tayari anafaa kwenye soko. Yes. Wateja uh, sisi kwa bahati nzuri toka tumeanza kufuga mepata mteja mmoja ambaye ananunua samaki zetu wote. Na tayari tuna samaki ambao tayari wameshaiva na tarehe tisa tunawatoa kwa ajili ya mteja wetu. Ni mteja mmoja anawachua na mabucha yake anawapeleka. Biashara ya samaki inalipa, inalipa. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, dandua, na ndio maana tunafanya na tunafanya kwa ukubwa. Mm -hmm. Yes. Vijana wenzako ni wengi wapo. Mm. Lakini wengi hawana mwamko kama huu na pengine ni kutokana na mitaji mitaji inaweza ikawa ni changamoto, lakini inategemea unataka kufika wapi, kwanza una nini kichwani. Kwa sababu unaweza ukawa na mtaji, lakini usijue nini cha kufanya, au sio? Mm-hmm. Kwa hiyo unapokuwa, kwanza uwe na idea, kwa sababu mimi pia nilivyoanza awali sikuwa na mtaji yeah, yeah, lakini nilikuwa natamani kufika hapa na leo nimefika hapa. Nimejikusanya huko kidogo kidogo, nikaanza na bwawa moja, nikaja bwawa la pili, nikaingia kwenye mikopo na kwa bahati nzuri serikali yetu inatoa mikopo kwa wafugaji. Kwa hiyo ukiingia huku kawa umeanza, serikali inakushika mkono, na una uwezo wa kufanya vizuri tu, wala bila wasiwasi. Kwa hiyo mtu asiogope kwamba ah, nitafikaje hapa. Hapana, mm -hmm. Anza, nenda kwenye taasisi zetu za mikopo, tuna benki yetu ya kilimo. Nenda afikisha wazo lako, unakutana na mikopo, maisha mengine yanaendelea mm -hmm. kwa sababu mwingine atajiuliza kwamba okay, Gharama ni kubwa, tukitaja hapa unaweza kuogopa kidogo, lakini ina, kila mtu ana uwezo wa kuafodi yes. mm -hmm. Sio gharama ambayo inatisha sana e, na sio lazima pia uanze na ukubwa wa bwawa la Hawa. Unaweza ukaanza na bwawa ambalo una mudu kutokana na kile ulicho nacho, kwamba kila mtu ana uwezo wa kuafodi kutokana na kile alicho nacho Tukisema gharama, mwingine anaweza akaona bwawa hili kubwa gharama na nini. Ehe. kwa hiyo kile ulicho nacho, unaweza ukaja tuka kushauri nini ufanye, ukafanya Ehe. kwa hiyo mtu asiogope gharama mm.